amebaini kuwa ghorofa iliyoporomoka eneo la South C Kaunti ya Nairobi haikufuata mchakato ufaao wa ujenzi kwani ilifaa kujengwa kwa ghorofa kumi na mbili, ila mwenye jumba pamoja na wanakandarasi walipuuzilia mbali maelekezo yake na kujenga ghorofa nne zaidi. Akizungumza alipozuru eneo la mkasa, Wahome ameeleza kuwa huenda hicho ndicho chanzo kikuu cha maporomoko hayo kutokea, ila uchunguzi wa malighafi utumika unaendelea ili kutathmini chanzo kamili. Isaac Musyoka na taarifa kamili. Baada ya jumba la ghorofa eneo la South C Kaunti ya Nairobi kuporomoka siku ya Ijumaa wiki jana, shughuli za kutafuta mwili waliyefunikwa na vifusi vya jengo hilo zimeendelea leo hii kwa siku ya nne Waziri wa ujenzi Alice Wahome akibaini kuwa ghorofa hii ilifaa kujengwa kwa ghorofa kumi na mbili, ila mwenye jumba pamoja na wanakandarasi walipuuzilia maelekezo yake na kujenga ghorofa nne zaidi. Akizungumza alipozuru eneo la mkasa, Wahome ameeleza kuwa hiki ndicho chanzo kikuu cha maafa hayo kutokea, ila akieleza kuwa uchunguzi wa malighafi iliyotumika utaendelezwa.

anabaini kuwa vitengo mbalimbali vilihusika kuidhinisha ujenzi wa nyumba hiyo, ikiwemo serikali ya kaunti ya Nairobi, ofisi ya Wizara ya Ujenzi, wakibaini kuwa ilikuwa imetimiza mahitaji ya vitengo hizi hadi ilipofika ghorofa kumi na mbili approvals were in place, including a varied National Environmental Management Authority license, that is by NEMA. Isaac Musyoka, Undugu TV.